ili angalau tuwe mfano katika halmashauri kuwa na ofisi ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa, na hasa unavyoiona, tumebuni wenyewe, tumetengeneza ramani wenyewe, kupitia vikao vyetu vya ODC tukajenga ofisi. Ndugu zangu, mimi niwaambieni tu kweli, tunapomaliza miaka mitano na tunarudi hapa, tunarudi kuomba ridhaa tena miaka mitano, basi kila ambacho tumewapeni na nyinyi mhakikishe mnatu kwa leo diwani, tena, diwani ule, mlango, ni diwani diwani sana, naomba mlango mlango mlango ule ule pale pale tena tena, mnaona nyuma ya gari milioni milioni milioni mbele, mlango muone, haya mlango usogeze huo ule mlango mlango, vijana sogezeni huo. Katika utekelezaji wa ilani, kama ujijui, kama wewe ni kijana, muulize mwenzako akikwambia ni kijana, basi naenda kalete ule mlango diwani, diwani ufunge na waifi jamani, kwa sababu tumefika kwenye hichi kipengele cha usomaji wa ilani sasa. Nimekutana na ofisi basi, na mimi nifanye kwa vitendo, lakini sasa nawambie, ninaomba basi na nyinyi muwe mashahidi kwenye kuulinda. Makofi mengi sana kwa diwani jamani, diwani mwadilifu. Wameiba wanarudisha. Mwibe tena? Hapana, wasiibe. Au unasemaje diwani? Naomba mwenyekiti, niwakilishe haya serikali ya mtaa wa Mahembe.